hivyo mwanamke, una matatizo gani? Wanaume wote mtaani hawakukutosha mpaka umchukue mume wangu? Na kuuliza wewe, hilo shimo lako mijiti yote uliyoipitia haikukutosha mpaka umchukue na mume wangu? Banansi una vipi? Anaongea na wewe au anarukwa na akili? Koma we mtoto, tena koma kama ulivyokoma ziwa la mamayo. Aliyerukwa na akili ni huyo dada yako kahaba mkubwa. Wewe mchafu usijua kukoga, ukatakata janaba likakutoka. <coughs> Hivi kati ya mimi na we, ni nani anayenuka janaba? Labda nikupe habari kama unazo. Hauna ujuzi wa kuyosha hiyo sahani yako na ndio maana mume wako akukimbia na kunifuata mimi. Kaka, kutulia bi mkubwa. Nini? Na mtu wake kwanza. Ah! Unasema nini we msungo? Kwetu Swazi. Usijeleta za kishua mwezaku walianguma ututi punguza wote, punguza kuchikuchi kuchi. Siamini kama na chembe zonoksi, ukisema badai

Naomba uitose kata yako katika kisima chenigu. Tabasamu yako linaonyesha dhahiri, intanizishwa nipeleke katika bustani ya Edeni, nipeleke begi

Kkgade hey jamani, hasa mnaanzaje pambano wakati weu bado sijapuliza kipenga? Ngianza kwanza nimalize chakula ndo niandike pointi. Asa, nitaandikaje mimi pointi? hasa vipi, nitaandikaje? <tipenze> Nyuba, bibi. Eh? Ni kwa jirani. Mm. Sopo wa mama. Aje kushinyi nitakweli huko? Bado hivi. <laughs> Umaraya mwanamu. Mm. Tuwache. Tuwache ya umaraya. Kupendeza nginja nginja, yani umu ndani hapajawahi kupoa. Mungu nipe ukubwa wa macho nizidi kuyaona walimwengu mi. <laughs> Uh, sina baba wala mama, mbunge shangazi au mjomba waziri, sichekeshi ugali na majani ya kunde menikuza na pambana jasiri. Siko Wei! Hai, hai, hai wapi, wapi na hizo nguo au aukaum na kuuliza wewe, haya, hizo nguo unapeleka wapi? Naomba urudi. Angalia kwanza nywele zake, tafika mwanamke hivi. Weni mwanamke au mwanaume?

Kemi, hmm, siamini kama leo niko nawe hapa. Karibu sana, jisikie huu Baby. Kuna tatizo muhibu wangu, tena ni zaidi ya tatizo. Ningejua uhalisia wa mtu naechetina Nipoteza muda wangu kuja mpaka hapa. Nipe mtupio wa kauli yako Kemi. Hivi. Lamia ni yuko na chatele kwenye mtandao wa kijamii. La la na Lamia huyo aliyesimama mbele ya macho yangu. Kwa sababu mnafanana. Si picha yangu hiyo. Ina tofauti gani na mimi? <sighs> Naweza ni chat na mtu wa maana, tena mwenye maisha yake. Hakuna kunguni hapa, usinifanyie hivyo. Kwa hiyo nifanyeje? Unajua ni... ili geto si langu, alafu mi kwetu geti kali. Kwa hiyo wazazi wangu wasingekubali niingize demo home. Nikaona ni mwazime mshikaji geto tuchiri kimtindo. Usimaende mama.

Uwe kituko? Uwe pisi ya mtumba dukani? Dukani nyoshe kidole koma mwenyewe mbwa nini? Na hapo utakuja sana tu mwone kule. Kwetu Uswazi, sijaleta za kishwa. Kwetu Uswazi, kunuka na kunukia. Kwetu Uswazi baby. kuchungulia. Ona nini wapo? Kwenye chapu aidu sana tumchumba. Makali wewe bibi yako kijijini. Mwenyewe. Utarudi. Nitakutia mikononi. Hey! Mama mchungaji. Unaniita mimi dada? Sasa kuna mama mchungaji mwingine nani huko ndani? Nakusikia dada. Alikuwa anakuchungulia. Anachungulia. Sio shetani mtoto huko ndani? Shetani mtoto? Ndio nakuja. Shetani mtoto ndo nani? Si huyu mtoto amu ndani humo kwangu. Yaani ii nyumba mimi nimechoka, yaani naomba tu waniugishie kodi yangu mimi niweze kuhama, yaani mi siwezi kabisa yani hii <laughs> yani, nyumba ya moto Yani bora mimi ningeenda kupanga makaburini kuliko kwenye hii nyumba jamani. Yani nyumba kila siku mizengwe. Hey! U hali gani, Marikia? Najua huwezi kusubiri, ila moyo wangu na shauku kusubiri. Samahani, Marikia unao haki ya, ya kushika mkono wangu. Samani Marikia, hiyo ni nishati ya kupenda tu, na vile sura yako liyotandwa na mawingu. Na sababu ya kusema hivyo, huwezi ficha uzuri wako kwa hayo mawazo magumu. Nashukuru Mungu amekumba kwa thamani harisi. We ni sawa na jua linarong'aa haliwezi pita angani pasipo kuchora nyota zako. Umebadilisha mtazamo wangu kidogo, lakini haimaanishi kuwa utakisoma kitabu changu. Tunapaswa kuwa wapenzi wa kupeana furaha kama mvua na jua. Ukianza kunisikiliza, nipe nambari yako ya simu. Nambari yangu ndiyo taitunza kama hazina ya thamani Mwenzako walianguma hututi, punguza hot, punguza kuchikuchi. Siamini kama na chembe za ukisema baadaye utanichoma mkuki, nipo Kwetu Uswazi.

Tukipeana viso tunapakanaco uko kwetu, tunaishi nao ina y simama hapo hako, hako. Mbona mwanamke, hauna haya? Mme wako kazege kuiba wewe, kazi yako kuvaa, si ndivyo? mbona kuwa auna haya wewe eh? Kwa nini unakuwa hauna haya hivi hivo wewe kwa nini unachukua vitu vya watu? Eh? Vitu <tipa> gani hivo ulivyovaa ni vyakwako eh? ni vyakwako na kuuliza. Hacha mwambie bwana wako hache wizi sasa hivi. Wewe na huyo mume wako siwezi yaani, nyinyi huwezi hodali, maana nyinyi kila mtu anajua nyinyi ni wezi yani. Sasa nakwambia hivi. Kila unachokivaa ni cha kwangu, si unanielewa? Usinipandishie yaani, unachukulia kitu changu na nani nikamwambie mwenyewe sasa we ndio kaenda kumwambia huyo bwana yako, tuna nielewa? Wewe utaenda kumwambia bwana wako. Namba cheni yangu. Nipe cheni yangu. Nipe cheni yangu. Mtu mkubwa wewe. Nipe cheni yangu.